Kama mnavyofahamu, namshukuru sana Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kwa kunipa manaibu waziri wawili. Kweli ile wizara ni kubwa, ni wizara eh, nne ndani ya wizara moja. Kwa hiyo nimshukuru sana sana sana Mheshimiwa Rais e, kwa upendeleo alinipa mimi eh, e, kunipa manaibu waziri wawili. Kwa hiyo tuna naibu waziri ambaye mmemzoea, baadhi yenu mekusha mfahamu muda mwingi, Mheshimiwa Mwinjuma, lakini pia sasa tuna naibu waziri wa pili, Paul Christian Makonda. Na katika mechi hizi za uh, Afcon huko Morocco mtakuwa na Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Nadhani atakuwa naungana na, na nyinyi muda wowote baada ya tarehe ishirini na moja mtakuwa naye katika muda wote wa, ma wa mashindano, lakini Mheshimiwa rais anawatakia kila laheri, na mimi nimemhakikishia e, kwamba mafanikio makubwa tuliyopata wakati wa chani e, wote ingia robo fainali halikuwa jambo dogo hata kidogo. Hebu wangapi ambao umelicheza CHAN? Ndio, kwenye CHAN ndio, ndio, ndio. Yale mafanikio hayakuwa madogo hata kidogo, e, kwa mara ya kwanza tumeingia nini, robo fainali, na hilo sio jambo jambo dogo. Kwa hata huku tunatarajia mafanikio makubwa zaidi katika e, AFCON. Kwa maandalizi kwa maandalizi ya AFCON ya 20 20 27.